Alo hey, baba hamna <tipo> ndo narudi hapa, nakaribia urafiki Masai, nipo naye Masai jana <tipo> hey, aliba nyumba jirani ajirani <tipo> huyu, hey, hapa ongea naye mwenyewe <tipo> <Hey, hey>, bosi <tipo> <Hey>, shikamo <tipo> <tipo> hey, ndio, ndo anarudi sasa hivi iko njani. Jana mimi ameiba nyumba ya jirani. God have mercy. Kamera ameniona. Sie. Mimi jana alikuwa getini muda wote mpaka usiku alikuwa getini amesema naibaje? Mimi naibaje? Hapo ni mwenda wazimu. Mpe simu hiyo kamera, mpe simu hiyo kamera. Hiyo kamera ni nani? Mi jana alikuwa getini bosi, alikuwa getini kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wewe unarudi kutoka kazini mimi alikuwa getini. <coughs> Mpe simu hiyo kamera, hiyo kamera kwani ni simu, mpe simu. Mimi ajaiba, wewe ameniona saa ngapi mimi ajiba? Atindwe. Bosi kama ana raha unifukuze kazi, anatengeneza sasa baba yako ni gumbafu na wewe. Kama ana raha anitengeneza tu vitu vya ajabu, aniambie tu

Amwite <laughs> huyo kamera wote akai chini. Asa, kuongea vizuri maana mimi hajafanya hiyo kosa. Mimi mi tena. Mungu file moja. Mimi alikuwa mda wote nyumbani. Eh, hey, mwite huyo kamera ni sisi timu nini mwite? Mwite haja akae, asema ukweli. Kwa nini huyo kamera leo ni kumbafu? Aje. <laughs> Sawa, ni fuku haya, ataondoka, ataondoka toka <laughs> <laughs> chukua taka taka yako na baba yako